Baada ya miaka ishirini na mbili Simba imefanikiwa kuingia katika hatua ya nusu fainali ya michuano ya kafu Mara ya mwisho kwa Simba kuingia katika hatua ya nusu fainali ya michuano ya kafu ni mwaka 1993 ambapo Simba ilienda moja kwa moja mpaka fainali ya Kombe la Shirikisho ambapo walifungwa hapa nyumbani magoli mawili kwa moja. Leo hii Simba imefanikiwa kuingia tena katika hatua ya nusu fainali ya michuano ya Kombe la Shirikisho na hii inakuwa ni mara ya ya nne kwa Simba kufanikiwa kuingia katika hatua ya nusu fainali ya michuano ya KAFU, yanamaanisha michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na michuano ya kombe la shirikisho. Simba katika dakika tisini za kawaida leo hii walifanikiwa kushinda magoli mawili kwa bila. Tukumbuke katika mchezo wa kwanza ambao ulichezwa kule nchini Misri, Al-Masri walifanikiwa kuifunga Simba magoli mawili kwa bila. Kwa hiyo ushindi wa Simba leo hii wa magoli mawili ulifanya mechi hii iwe na aggregate ya magoli mawili kwa mawili, na mchezo huu ukaamriwa kwa mikwaju ya penalti, ambapo Simba ilifanikiwa kushinda kwa penalti nne kwa moja. Magoli ya Simba katika dakika 90 za kawaida yalifungwa na Elim Panzu dakika ya 22 pamoja na Steve Desem Kwala dakika ya 33. Katika mchezo huu, Simba walikuwa na umiliki wa mpira kwa asilimia 73 wakati ya Almasri walimiliki mpira kwa asilimia 27. Almasri walipiga mashuti matano katika lango la Simba na Simba walipiga mashuti 24 walifanikiwa kurekodi shots on target saba wakati Armasili walifanikiwa kurekodi shots on target tatu. Katika mchezo huo, big chances ambazo zilikreatiwa na timu ya Armasili zikuwa mbili, sawa na big chances ambazo zilikreatiwa na timu ya Simba. Na katika mchezo huo Simba walifanikiwa kupiga pasi jumla ya pasi ambazo Simba walipiga ni pasi 470 na wakati Almasili walipiga pasi 183. Katika pasi 470 ambazo Simba walipiga, walipiga pasi 397 kwa usahihi sawa na asilimia 84, na wakati Almasili walipiga pasi 96 kwa usahihi sawa um, na asilimia 52 ya pasi ambazo walizipiga. Kwa hiyo Simba wanaweza wakakutana na mshindi kati ya Zamalek pamoja na Stellenbosch ya nchini Afrika Kusini. Tukumbuke mara ya mwisho kati ya Simba na Zamalek kukutana ilikuwa mwaka elfu mbili na tatu ambapo Simba walifanikiwa kuitoa wa Zamalek nyumbani kwao